Malengo haswa ya shughuli hii. Lengo la kwanza ni kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu changamoto zinazowakumba watoto wa mtaani, ambazo mara nyingi wanakosa upendo, malazi bora kutoka kwa familia zao. Tunafanya maadhimisho haya ili jamii kutambua kuwa kila mtoto ana haki katika jamii, ikiwepo haki ya kupata elimu, haki ya kupata huduma za afya ulinzi na usalama wake, hata kama ameshindwa kuishi kwenye familia aliyonayo, lakini jamii inapaswa ielewe kwamba watoto hawa wana haki. Watoto hawa wanaendelea kufanyiwa ufamiliaji, ili kuweza kupewa huduma mbalimbali kama vile elimu, chakula, mavazi, ili watoto hawa wasiweze kuhudumia mtaani. Aidha, kupitia wataalamu wetu wa ustawi wa jamii, kwa kila halmashauri zimeweka mpango mkakati wa kupaisha watoto hawa wanapewa numa ya kusua saa ili wasiweze kigunadane. Pia nasusai wanaendelea kusisitiza wazazi kuhusu malezi na makuzi ya awali ili waweze kuwa na watoto wenye tabia njema kwa faida ya taifa letu. Sasa katika migogoro ya kifamilia hapa ndo chanzo kinaonekana kama chanzo kikubwa sana cha watoto kuingia mitaani, kwa sababu familia kupambana baba na mama kupambana, watoto wanakosa amani na waweza kujilia nyumbani na kusababisha uh, watoto kujia mtaani. Takriban watoto mia moja hamsini wanaonekana kwa shida moja kwa moja na migogoro ya familia, kuvunjika kwa ndoa, hali yaweka katika mazingira ya tarifi baada ya watoto mpaka kujia mtaani. Kupitia maafisa wa jamii pamoja na halmashauri pamoja na wadau mbalimbali tumeweza kuandaa kuandaa waanyesho katika jamii kuhusu haki za mtoto na madhara ligolugha kifamilia. Ndio maana saizi nambali waresidi wa, wa makunzi na malezi ya awali ya mtoto. Malezi wakati wote sio kupetipeti tu kumchekea mtoto, wakati mwingine nakili fimbo ipite. Sasa wakati mwingine na hizi haki za watoto, wakati mwingine mtoto anajua kwa kabisa kwamba tumeangali akichapa tayari nakimbilia wapi mtaani. Sasa hii watoto wangu ni waambieni, si kila wakati mzazi anavyokuchapa na kutesa, kule mtaani hakuna mzazi. Ikizidi kipimo ndio tuende huko kwenye vituo, lakini wakati mwingine tukirekebishwa na sisi tukubali kurekebishwa, ili tuweze kwenenda na njia ipasayo. Ninajua akina mama wana wajibu na akina baba wana wajibu wa kufanya. Akina baba tunapokuwa hatudhibiti tamaa zetu za kimwili, na matokeo yake tunazurura hovyo, tunakwenda kutia ujauzito kwa akina mama mbalimbali, na matokeo yake unakataa ule wajibu, ujue ya kwa unachangia kuleta mtoto wa mtaani. Kwa hiyo, akina baba, ndugu zangu, ninaomba niseme nani, Mungu aliwaumei na akawapa heshima kwamba nini, ni vichwa vya familia. Twendeni tukawe vichwa vya familia, tucontrol tamaa zetu za mwili, tucontrol tamaa zetu za mwili. Sasa hivi tunasikia watoto wa shule wanapata maambukizi ya virusi vya UKIMWI kwa vijana ndio yanaenda kwa kasi kuliko hata watu wazima, na watoto hawa wa kike ukiangalia hawana waume hawana nini. Hawa watoto wadogo wa, wa shule wanakwenda kupata wapi UKIMWI? Ukiangalia ni tamaa zetu sisi akina baba, tunakwenda tunageukia watoto wa kike, tunawarubuni kwa tunavyojua. Matokeo yake yule mtoto anatoka shuleni hana msaada, mzazi anakwazika, anamfukuza. Matokeo yake mtoto akizaliwa hana uchumi hana nini, inakuwa ni mtoto wa mtaani. Viongozi wa dini tunao wajibu wa kuhakikisha ya kwamba tunawalea watu kimaadili kwa kuwaweka watu karibu na Mungu. Sasa unakuta kule makanisani wanaokwenda wengi kule ni watoto wa kike, watoto wa kiume ni wachache sana, lakini watoto wa kiume ndo wanakwenda kuwa baba zetu, kuwa wa kesho, wanakwenda kuwa vichwa vya familia. Kwa hiyo tusisitize katika hilo, watoto wa kiume waje katika nyumba za ibada. Niwaambie, ofisi ya mkuu wa mkoa inawathibitishia hapa leo kwamba sisi tutatoa ushirikiano wa bega kwa bega. Vituo na ubezi mniambie kwamba huyu mzazi wake ni hivi, huyu mzazi wake ni hivi, alafu tuone jinsi gani tunasonwaa matatizo sote kwa, kwa pamoja ili tuwatoe hawa watoto mtaani wawe na familia na wenyewe wahisi kupendwa.